A mahafali ya 19 a uh, yamehitimisha karibu wanafunzi elfu uh, moja na mia tano na zaidi kidogo uh, 18 ambao wamepata uh, shahada ya uzamivu zaidi ya sabini, shahada ya uzamili na shahada za awali zaidi ya uh, 1400 14 kwa hiyo ni, ni, ni jambo kubwa kwa mwanafunzi kuhitimu, na kama mnafahamu, Chuo Kikuu cha Ardhi masomo yake mengi eh, ni ya kitaaluma eh, kwa hiyo tunawatakia hawa wanafunzi eh, baada ya kumaliza kuingia kwenye eh, soko la ajira, aidha kujiajiri au eh, kuajiriwa. eh, nadhani ndio kiu kubwa hiyo eh, ya wanafunzi, lakini eh, kwa sababu ya Uh, utaalamu wa uh, waalimu uh, nadhani mimi sina shaka kwamba uh, watakuwa wanakimbiliwa uh, kwa waajiri lakini wenyewe pia wana uwezo uh, wa kujiajiri uh, kwa sababu masomo yao kama unavyosema ubunifu, majengo, uhandisi uh, na kadhalika, yale masomo ambayo ni rahisi mtu uh, kuweza mwenyewe kujianzisha shughuli zako hata kidogo, tunajua sisi tumefanya kila kitu kinachostahili au wanachokitaka, ili aweze kwenda kutoa huduma bora, lakini tumewaambia, tunawakaribisha tena. Sasa wengine wanaweza kuja, kuja kusoma lakini wengine wanaweza kuja kutoa mrejesho kwamba hiki mnachofanya labda kina strengthen hiki au hiki kinachofanya mna mapungufu haya. Kwa mfano jana tulikuwa na convocation, na mmoja wa wahitimu wetu alituambia kabisa, tunajua kwamba nyinyi mko vizuri, everything under one roof, lakini kule tunaokwenda kufanya kazi sisi wa land management evaluation tunashindwa ku interact vyema na watu wa architecture kwenye kuandika concept notes za miradi mbalimbali mbali. Sasa sisi i tumechukua kama mrejesho na tulifurahi sana, kwa sababu itakuja kuboresha namna yetu ya kufundisha, labda kuboresha mitaala au kufanya ma, marekebisho kidogo katika ufundishaji ili waweze kufanya. Kwa hiyo tuna wase wangu ni kwamba kama balozi wema walichokipokea wakakitekeleze, na kama kuna feedback watuambie, wanakaribishwa muda wote kutuambia yote hayo mazuri, kwa sababu wote tunajenga nyumba moja, na furaha ya chuo ni kuona mwanafunzi ameajiriwa, kuona mwanafunzi anatumika na anaaminika, na kuona mwanafunzi mwenyewe anafurahi huko alikofika. Ndani ya miaka miwili ijayo tutakuwa na kozi mpya kama 21 hivi, ondoa hizi tunazo, ambazo leo watu wamepata wamepata digrii shahada zao, lakini ni mpya kwa sababu tumejikita. Na amezungumza pale, tutaongeza idadi ya wanafunzi kufika. Sasa hivi tupo kama elfu saba lakini tutaongeza elfu sita nyingine. Kwa hiyo tuna lengo ni kuwa na wanafunzi kumi na nne elfu hapa na majengo mki. Kama mtakuwa na nafasi nyinyi, nendeni tu huko nyuma mtakuta tumejenga sio hi, hi, haya majengo sasa hivi, chuo cha ardhi kipo huko nyuma, nendeni mkaone. Sisi tupo katika mageuzi makubwa na mageuzi yetu yanaendana na elimu ya sasa na teknolojia ya sasa. Kwa kweli, siku ya leo najisikia furaha sana, nimeweza kuhitimu. Kwa hiyo naomba huko nje mtupokee, mtupatie ujuzi zaidi, tuweze kutumikia nchi yetu. Na ninategemea kuwekeza sana kwenye majengo amtegemee mengi kutoka kwetu. Mimi nitajiajiri sitegemee kuajiriwa. Kwenye kujiajiri kuna uhuru wa kutosha, na naweza nikajisimamia mwenyewe, kwa hiyo sidhani kama nitafurahia kunikiajiriwa.